nikuulize swali lingine la kichokonozi mm -hmm. zamani mlivyotaka kuoa yani wewe kumuoa bibi ilikuwa utaratibu wenu ulikuwa unakuaje kuaje kwa sababu sasa hapo pana mchanganyo Huyu anasema zamani kuwa hivyo anasema vile naomba useme wewe kama wewe Haa. zamani vijana mliokuwa kwenye makanisa ya, ya kiroho au mliokuwa mmeokoka utaratibu wa kuoa ulikuwa unakuaje kuaje aha zilikuwepo taratibu eh ukifikia umri wa kutaka kuoa ndiyo kwanza tulikuwa tunaomba na kufunga mm. Mungu nipe ambaye tutaishi wote, amen. na nataka kukutumikia, ndio kazi yako, nikawe mtumwa na mtumishi wako, amen. Tulikuwa tunaomba hivi eh. Sasa Mungu alikuwa anatuletea mm, kwa maombi hayo anajibu, kwa sababu ya maisha yenu pia alikuwa masafi, ndio ndio ndio sisi tulikuwa hatuendi pupapupa hapana, pupa, mm, mm. tunafuata taratibu za kanisa eh. taratibu gani hizo babu? maanake sasa umeomba mm -hmm. au Mungu amekuonyesha kwamba wewe ambaye ukimwoa hautajuta ni yule binti wa kanisa fulani, ulikuwa unaenda kumtongoza mwenyewe, au ilikuwa inakuaje kuaje? sasa aa, Mungu akisha kuonyesha umempata? Hapana, nikionyeshwa nilikuwa nafuata taratibu za kanisa eh. taratibu gani? naenda kwa wazee mm -hmm viongozi wa kanisa. Sawa. Tena si wafikii wao mm -hmm. Nafikia kwa shemasi wa kanisa. sawa. sawa. Ambao ni askari wa kanisa. Amina. Kwa lugha nyingine ndio shemasi. Wengine mm. wamezoea wanasema madiakoni eh. Sisi tumezoea. Ndio. Sasa huyo shemasi tukipeleka mm. huko shida zetu Ndiyo. Hawa mashemasi mm. walikuwa wanafikisha ngazi ya mbele eh. Ambayo tunasema wazee wa kanisa, okay, sawa. hao wazee wa kanisa e. Ndipo walikuwa wanazichukua hizo taratibu mm -hmm. Kuzipeleka kawaida ilivyo mm. Basi ikiwezekana e. Ndipo sasa mm, babu hapo umeniacha maana mm -hmm. yake ilikuwa wewe ukitaka kuoa mm -hmm. Ukienda kwa shemasi kumwambia nataka kumwoa binti fulani mm -hmm. Mungu ameniruhusu kwamba yule atanifaa mm -hmm. Shemasi akisha pokea hiyo taarifa anapeleka kwa wazee wa kanisa, halafu wazee wa kanisa ndio wanapeleka kutaarifa kwa binti e, kwa binti au kwa wazee wa kanisa, kanisa alilopo binti ya, kanisa lililopo binti aa, yani shemasi wa kanisa lako anaenda kwa, kwa, kwa shemansi wa aliko binti sawa, e, aliko binti. Binti akikataa basi, akikubali taratibu zinaendelea. Na ilikuwa inakuwaje sasa babu? Kijana amemwona binti mahali anakuta labda binti hiyo alishachezewa, ilikuwa inakuaje kuaje hapo? Ah, huyo sio mke wako, sio mke wako, wako. kweli hey, kwa hiyo sasa lazima binti ajifunjie kwangu mimi sawa, hata mimi nijifunjie kwake, ndio ndio ndoa hizi maana yake hapo. Babu mlikuwa sasa mnafanya fanyaje akidanganya, aki, aki pale mkafunga harusi? Ah, kabla ya harusi kufunga lazima Akaguliwa. Akaguliwe. Aha, na wakina nani hao? Wanaomkagua shangazi zake, sawa upande wa kwa mama e, na kwa baba ndio shangazi na mama mdogo au mkubwa e. Anakaguliwa, wanamkagua binti binti yule sasa, wakikuta alishachezea na ushatoa wa mahali basi, imeharibika mali, unawaachia mali imeharibika. E, ma, <laughs> inarudishwa mali <Inarudishwa>? Ah, sio <laughs> <siyo> wangu <laughs> na mali unawadai na wada, nadai kabisa nikajua nawaachia baba. Hapana, um. <coughs> huyu hapana huyu hapana, huyu hapana, sio <coughs> wa kwangu uh, uh, uh, ni wa yule, yule. <coughs> aliyemharibu. Sawa. Ndio aende kule. Lakini walikuwa ni tatibu wa watu waliotiisha mioyo yao kwa Bwana, waliokuwa hawajaokoka walikuwa walia, ilikuwa sasa, Mungu alitawala, ilikuwa ndio desturi. E. Sio tu waliokoka wote wote, maanake ilikuwa marufuku. Ehe, binti kuolewa akiwa amechezewa, ndio basi wa, walikuwa wanajitunza kwa sababu wanajua kuna adhabu mbele. Ndio alafu mzazi anapambana kuwalea ndio sasa. Eh, kumbe basi mchungaji wetu hajakosea. Sisi kanisani kwetu babu mm, mchungaji ameweka hiyo, mchungaji mbali kama kipesili ameweka hiyo. Ehe, binti ikifika anaolewa alishachezewa, siku ya harusi anavaa shera jekundu, bluu, njano, nyeusi, avae shera jeupe, ila binti yetu za maisha yake anavaa shela ndo anayevaa shela jeupe. Lakini pia anakuwa mwazi kwa kijana kwamba kijana yaani kabla process zote kuendelea, anamwambia kijana kwamba jamani, mimi mmenipenda, lakini nilishachezewa, kwa hiyo kijana anaamua amchukue au amwache. sawa, sawa. Eh, ilikuwa ndivyo ilivyo hata atakubali, mm. kumuoa, basi atamuoa, lakini akimkataa. Ndoa hizo hey, zilikuwa zinasumbua sana, hmm, za wale ambao walikuwa wanalazimisha lazimisha. Wewe unaona utofauti gani sasa babu, au unawaambiaje basi vijana, mabinti wa sasa, vijana wa sasa ambao masikio yako juu juu, hawataki kusikia maagizo na maelekezo kama haya? Wewe nimesikia neno lako hapo, umesema kwamba zamani hata wale mabinti ambao walikuwa hawajamjua Mungu lakini ujinga na umalaki kwa kitu ambacho hakitaji kwao, ndio sasa hivi, sio? Wanaomjua Mungu, wanaojiita walokole, sio? Ambao hajaokoka, mambo yameharibika yamechangamana. Basi babu nawaambiaje? Kwanza tuanze na walokole wanaojifanya huko kanisani huku ni waharibifu, nawaambiaje babu? Naambia tangu sasa waache, amina amina, wafuate Biblia ndio wafuate mafundisho, amen. hata hata sisi viongozi mm. Tuangalie sana mm. kuwafundisha wakina mama, ndio maana tumeweka wizara huko, umoja wa kinamama wafanye mm. kazi hiyo. Ndiyo. kwa mabinti zao mm. upo umoja wa vijana. Ndiyo. wizara zote hizo zipo, hizo ni kukijenga kizazi kipya, ndio turudi nyuma mm. kama leo nasema kwamba kumbuku ulipoanguka ukatubu pale, amina. Kwa hiyo sasa tunarudi tunataka kanisa lirudi mwenendo ule ule ambao tuliopokea sisi ndio mara ingine Mungu ametusasa sisi ili tu, tujaribu kulishauri kanisa, kanisa lirudi amen, amen. nyuma wapi tulipoteza mm. kizazi kipya, tukijenge kizazi kipya. Nisome ni kwanza mwongozo mkuu wa kikosi kazi cha Injili. huu ni mwongozo au ni kakitabu kadogo sana kaliko na maelekezo ambayo mtu yeyote kutoka popote alipo akitaka kuwa shirika na kikosi kazi au akitaka kuwa miongoni mwa familia yetu ya kikosikazi ni lazima asome kwanza mwongozo huu. Lengo ni kwamba unapokuja utakuja na yako. Unapokuja kwetu, kuna mengi umeyaona, kuna vitu vingi ambavyo umevipenda, lakini unapokuja ah, una, hiki nilikipenda, lakini kile hapana, kile hapana. Kwa hiyo kabla ya mtu kuwa ku kujiita kikosi kazi au kujitambulisha na kujisema kwa watu wengine kwamba mimi nitoke sasa ni kikosi kazi, anatakiwa asome kwanza mwongozo huu, ili aamue kimoja, kusuka ama kunyoa, aone kwamba taratibu zetu anaweza kaendana nazo au anaweza akaspidi yetu, anaweza kaiweza. Akiona spidi yetu inaweza ikamshinda, aache kabisa mapema sana, kabla hajafika mbele kujitangaza na kujiapiza kwa mengi. Basi kuhusiana na utaratibu wa kuoa, Mwongozo unasema hivi, nisome sasa. Hoja namba kumi na nane iliyotoka kwenye ukurasa wa tisa, mwandishi anasema hivi: taratibu za kufuatwa, taratibu za kufuatwa. Kijana anapotaka kuchumbia, haruhusiwi kijana kumtongoza binti yeye mwenyewe, ila akimpenda binti yeyote anatakiwa kufikisha taarifa kwa msimamizi wa kituo cha mali alipo huyo kijana ili apewe fomu iliyo na maswali kadhaa. Anataka kujua maisha yake, maisha ya kijana huyo. Na binti alielengwa au binti aliyelengwa kukabidhiwa fomu hiyo na kujibu kwa kujaza fomu hiyo iliyoambatanishwa na fomu ya kijana. Jibu likiwa ni hapana kijana anaruhusiwa kuomba kukutana na binti huyo, wakiwa pamoja na msimamizi na kujieleza tena mbele ya binti. Lakini jibu likiwa hapana, hakuna mjadala mwingine. Yani, binti akikataa moja kwa moja na sitaki kukutanishwa na kijana huyo, hakuna mjadala mwingine. Lakini baada ya fomu hiyo, binti anaweza kijana anaweza kaomba hiyo fomu, ikisha kuja na jibu la hapana, basi kijana anaweza kaomba nafasi ya kukutana na yule binti, lakini wakati huo msimamizi akiwepo kijana ajieleze mbele, ajieleze mbele ya binti na mbele ya msimamizi wao. Lakini binti akitaka, akikataa hata wa mazungumzo, binti akikataa, hakuna mjadala. Binti hata lazimishwa, endelea kusoma, hakuna mjadala utakaofuata. Lakini ikiwa ndiyo, basi kijana tutakiwa kuanza taratibu za kutoa posa kwa huyo binti na mambo yote yatafanyika kupitia kwa kiongozi ama msimamizi huyo. Haturuhusu kijana kuongozana na kuwasiliana na binti bila kupita kwa msimamizi wa suala lao, na mpaka wanaoana, hakuna wakati wataruhusiwa kuonekana nyumbani kwa kijana au kwa wazazi au autatakiwa au, au, au, au, au kuonekana na nyumbani kwa kijana au nyumbani kwa wazazi au kijana na binti wakiwa mtaani wakiwa wawili tu peke yao, lakini hata wakiwa na mtu mwingine lazima msimamizi wa swala lao au anajua sababu za wao kuwa pamoja na awe ameruhusu. Nimpenda pia mzee, au nimependa utaratibu wa zamani mzee. Amesema kwamba ilikuwa hata kama binti ilikuwa akikubali Yaani binti zamani sasa kazi. Tuachane kwanza na kikosi kijana alikuwa atakiu ku, kijana alikuwa atakiu kumtongoza binti, akimpenda binti yoyote, anaongea na wasimamizi na shemasi wa kanisa lake. Shemasi wa kanisa lake anapeleka ujumbe kwa shemasi wa kanisa lingine aliko binti, kama ni kwenye kanisa lingine. Baada ya kufikisha taarifa kule, yule shemasi ndiye anamuita binti na kumwambia, kuna kijana fulani, binti fulani, amesema anataka akuoe. Uko tayari? Ukiwa tayari ukisema ndio. Lakini pamoja na hayo amesema kwamba amesema, amesema pamoja na hayo binti alikuwa aruhusiwa kuonekana nyumbani kwa kijana au kuzoeana, sio sasa hivyo hello baby, yuko wapi tu tu hapa pale, amna um, walikuwa haruhusiwi, kuonana haruhusiwi, kuzoeana haruhusiwi kukaribiana kwa namna yoyote na mpaka kwa kiwa na shida yoyote au kuna jambo takiwa lifanywe lifanyiwe kazi, kuna shida yoyote, lazima wao watu watatu yani, awepo hiyo binti, kijana na msimamizi wa swala lao ambaye ni shemasi, sio sasa. Basi sisi taratibu wetu uko hivyo, na ndio maana tunaisema kwamba kabla ujawa kikosi kazi haujaamua kuwa shirika nasi lazima usome yaliyoandikwa kwenye mwongozo huu. Yameandikwa mengi sana, ila mimi nimesoma kipengele hicho kutokana na kitu ambacho nimetaka nikizungumzie kwa wakati huu. Kwa hiyo ukishasoma mwongozo utaamua wewe. Uwe shirika nasi, ufuate mwongozo huu. Ukiona mwongozo huu haukufai, makanisa ni mengi sana unaweza kaondoka kutafuta kanisa lingine, kwingine kwa huko. Sasa ni kwa nini Mchungaji Barikiwa ameweka kanuni hiyo? Kwanza moja, cha kwanza ni kwamba mabinti wengi wanakuwa wajaokoka. Sasa mazingira ya kukutana na binti au mazingira ya kijana mwenyewe kumtafuta binti Wazi kumkuta binti amekaa na mama yake, au yuko na dada zake, anaanza kumtongoza ya binti mi nimekupenda, hamna mm. Lazima utamvizia mazingira ambayo yuko peke yake, mazingira ambayo ni ya maficho maficho, alafu kijana ndipo anze kumwaga sela zake pale na kwa sehemu kubwa, kwa utafiti wa wazi kabisa ambao sio mpaka nye ulimwengu wao, imeonyesha kwamba utaratibu huu umesababisha watu wengi kuoana wakiwa wamechezeana na wakiwa wameharibu shuhuda zao, na wengine imefika mbali kabisa, unakuta binti naolewa akiwa mjamzito. Sasa sijajua ni makanisa ya namna gani, sijajua ni kweli. Utaratibu wetu ni kama ni wa kikoloni, kama utaratibu mkali, lakini utaratibu ambao unafanya unafanya ndoa zisije kuingia kwenye majuto. Kwa sababu kwanza, ile fomu anayojaza kijana anasema yeye anaitwa nani, ana umri gani, uwezo wake wa kiuchumi, kwa nini amempenda binti huyo, mikakati yake, ana familia, aliwahi kuoa, hajawahi kuoa, kuna mtu alimzalisha, alizikuwa mzinzi, al... yani vyote unawe. Kwa sababu gani? Huyu mtu ak akukubali akiwa anajua anaenda kuishi na mtu wa namna gani, ili ajipange. Kabla ya hapo bora mtu akukatae kwa sababu yoyote ambayo unaweza kuwa umeandika kwenye fomu hiyo, au kwa sababu yoyote ile ya sifa mojawapo, kuliko akukubali tu hivyo hivyo bila kuelewa vo mfike baadae kuelewa baadhi ya vitu mje Kuanzia hapo migogoro hiyo. Kijana anaweka sera zake, anaweka sifa zake, anaweka maisha yake na historia yake. Binti anamkubali huyo kijana akiwa kijana knj namna gani, lakini sio kwa kijana tu, hata binti mwenyewe anasema yeye alikuwaje ye. kama alikuwa mzinzi, kamurizini sana, umeshasahau unasema, mara nyingi zaidi ya mara moja, kama ni mara moja kuandika pale sawa, na vile ambavyo wakovumeingia ndani yako. Uogopi kusema vile ambavyo ulikuwa kabla ya kumpokea Kristo. Kwa hiyo nasema kwamba tumeweka sisi au tumekubaliana na tumeupenda utaratibu huu, kwa sababu kwanza, baada ya kuona waliofuata hawaja hawajajuta, lakini pia ndoa nyingi au watu wengi wanatamani, makanisa mengi yanatamani, lakini sasa viongozi wengi wanashindwa kusimamia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kiongozi wetu. Kitu kingine ni kwamba baada ya fumu hiyo mambo yakishaendelea kijana harusiwi kuwa karibu na binti, nadhani kama nilivyosoma hapo mmesikia. Lakini pia siku ya sherehe, siku ya sherehe ikishafika, binti kama alishawe kuzini harusiwi kuvaa shera jeupe, harusiwi kuvaa vazi jeupe. Na kijana pia kama alishawe kuzini harusiwi kuvaa vazi jeupe, avae nguo yoyote, rangi yoyote, lakini rangi sio nye nyeupe. Nguo nyeupe ni ishara ya usafi na kama hivyo, kama nguo nyeupe ishara ya usafi na vile anavyokuwa amefunikwa kitambaa cheupe kichwani, amefunikwa binti, binti amfunue mke wake kichwani, lakini anavyoambia bwana harusi kwamba amwangalie kama kweli ni mwenyewe, ndipo taratibu zingine ziendelee za sherehe ya ndoa na nini. Anavyomfunua, kwanza ni ishara ya kwamba binti huyo ni msafi, hajawahi kufunua utupu wake mbele ya mwanamume. Kwa hiyo huyu kijana anayefunua nguo ile kichwani ni mtu wa kwanza kumfunua. Lakini pia ni ishara ya kwamba binti huyo hajawahi kuzini, yaani hajawahi kufunua utupu wake mbele ya mtu mwingine. Ni kama maneno magumu lakini machungu, ila ni dawa. Kwa hiyo sasa nimependa na nimependezwa na utaratibu uliokuwepo zamani. Ni kweli kwa sasa naonekana kama ni ushamba, hakuna mtu anaweza kukubaliana nao, wengine ni mshamba, wakati. Lakini maandiko yanasema hivi: simameni katika njia kuu, yaangalieni mapito ya zamani, mjiulize kwamba hii wapi njia ya zamani yako wapi mapito ya zamani, baba zetu wa zamani waliishije? Na nyie mkisimama hapo, mkauliza waliishije, mpaka wakao walikuwa na na namna zile mpaka usiki, ha, watu, okoka, zamani, uokofu, ukwe, pasavu, ukofu. Sasa tunausikia hao watu waliokoka zamani, wokovu ulikuwa kwa sababu wokovu mchakatulio sasa. Wale shujaa hao ambao waliokoka zamani, basi tukisimama kwenye njia kuu tukawauliza mapito ya zamani, na tukatembea kwenye mapito hayo, tutapata raha nafsini mwenu, nafsini mwetu. Lakini sasa kila mtu anaona lake, wewe mimi, na mzazi mimi, sijui nini. Sasa kwa ufupi ndo hivyo, ila najua kuna wengi watakuwa wameelewa, lakini pia kuna wengi hawajaelewa. Ila hata kama hujaelewa, chukua jambo moja tu, kwamba kama labda ni binti changamoto. Nakuja kwa wale watu ambao labda alishawahi kuharibu na baadae amekuja kuokoka, kwa hiyo anaona ni kama anajidhalilisha. Hapana, mtu wa Mungu haujidhalilishi. Kwanza Mungu anampenda mtu ambaye anatumia makosa yake kuwafundishia watu wengine, lakini pia anayekuambia kama unadhalilika haudhaliliki, ina wee, inadhalilika ile dhambi iliyokuwa au iliyo ndani mwako, na dhambi haiondoki bila kuidhalilisha. Na maandiko yanasema hivi, afichie dhambi zake hatafanikiwa kamwe, ila ziungamaye atapata rehema. Ndoa za watu wengi ambao amb wanajua wenyewe dunia ilivyoharibika sasa. Alafu baadaye mtu anafika kwake anakuta, sijajua inakuja kuje. Alafu kumbe mtu mwenyewe mwongo, alishazalishwa watoto wengi, anawadanganya mapanga ndio shangazi, au hajawahi kuzalishwa, lakini maisha yake tu kuja kusikia uliyemwona alikuwa kutembea na yule yule mmiliki wa wewe, huyu uliyemwona aliyo kutembea na mkurugenzi wa redio fulani. Oi, acha usiniambie ule mo. Nakuta sasa mbona sasa ni, ni, wengi sana hakuniambia? Kuna kuta ni mambo ambayo yanakuja kuzua migogoro. Lakini kwa kumbe binti huyo angekuwa amejieleza kwa kijana kabla kwamba, jamani mimi nilikuwa nimenipenda, lakini mimi ni nilikuwa ni mtu ambaye nilipita njia nyingi sana kabla kumjua Mungu, lakini nashukuria Mungu ambaye ameniokoa. Kwa hiyo wewe unikubali kwa sababu ya udhaifu wangu ambao nimewekwa nao au ni Bwana njau nitakasa au unikatae. Eh. Najua maswali ni mengi hapa, wewe ambaye maisha yako kabla, usijuti usijutita, kujiona we ufaia basi mimi nitaishije kama ndo hivyo tumeambiwa tulitubu tuli, tuli, kwa Bwana na tukishatubu kwa Bwana zirejee siku au zije siku za kuburudika kwa sababu ya kwako kwake Bwana. Kwa hiyo kutubu kuna gharama. Kutubu kuna gharama, huwezi kutubu tukirahisi rahisi tu. Yani umefanya kuna mtu umemkosea, fanatubu nisamee, nisamee. Kutubu kuna gharama, lakini ni gharama ambayo ok, ukikubali kulipa gharama ya kule kutubu utapata heshima ambayo kila mtu atatamani kuishi kama wewe au kila mtu atatamani kusema yule ni ndugu yangu, lakini wakati huo ni heshima ambayo imepita katika maeneo fulani machafu, machafu, yani kama kujichafua, kujidhalilisha, mimi ni miongoni mwa katika mabinti ambao wamekuwa wakiongea kama kuishi bila mahusiano kimapenzi, mimi ni nikiongea sana, na hapo nasema kwamba mimi sitaiko na mahusiano kimapenzi, ndiyo, lakini kujichua, kujizini ni kitu ambacho kilinitesa hata kama sio kwa miezi ma, mingi sana. Na sana lakini miezi michache ambayo ilikuwa sio ni mbele sio, natokaje kwenye ujinga ule, naishia kumshukuru Mungu kwa neema nyingi. Sasa wengi wanajiona kwamba kwa sababu sasa jiko na mahusiano, wewe unajidhalilisha, sio unasema hivyo? Hapana, kutubu kuna kugaramu, kuna kugharimika, ni kama najichafua, najidhalilisha, lakini wewe moyo unaona kama najidhalilisha, ndipo unazidi kuona wokovu na kutua moja au watu wakubwa, ambayo inakuwa nimeipiga katika Bwana kwa sababu muda mwingine sio kuongea kama hivi na viongea hivi ila uwe umejaliwa yani, wokovu umezaliwa ama umeingia ndani yako. Nasema kuishi bila mahusiano kimapenzi inawezekana, kuishi bila njia mbadala ya kujichua, kujipapa tapapa, kujishika shika ndipo upate usingizi, ndipo tulie, inawezekana. Kujichua ni nini? Ni kile kitu ambacho unakifanya baada ya kumkosa mtu wa jinsia nyingine, vile ambavyo akili imevurugwa. Kuna kijana amemwoza, akili imevurugika, yani uwezi lala uwezi kunywa maji, uwezi kutembea, ukitembea nikama na mwana bei, ukinywa maji nikama namwana kwenye kikombe, ukile chakula yani hakuna kitu, tunafanya popote ulipo, unaona kama yuko pale pale, nakuta kila kitu kimesimama muda wote. Basi kile unachofanya baada ya kumkosa mtu mtu yule wa jinsi nyingine wameokoka kama wametulia kama lakini kumbe, wametulia, lakini wameficha mengi sana maovu ya kijini ya kipumbavu. Basi vile unavyoongea jua kwamba punye ni dhambi, na Mungu akusaidia, Mungu akurehemu, Mungu anisaidia mimi nikaweza, akusaidia na wewe na akupe kuweza

apate kupumzika baada ya tabu zake, na kwa sababu yu karibu kuja. Mhukumu wa kweli yu karibu kuja, mlipe kila mmoja sawa na njia zake nzuri, sawa na kazi zake mbaya, sawa na maisha yake chini ya jua. Na hiyo ndiyo maana neno maranatha. Amen.